Leo mpenzi mtazamaji, tutazungumzia kuhusu sijda. Tunafahamu sote kwamba Allah subhanahu wa Ta'ala tunakuwa naye karibu zaidi pindi ambapo tunasujudi. Hata mtume wake mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amelithibitisha hili kwamba Allah subhanahu wa Ta'ala anakuwa karibu zaidi na sisi pindi ambapo tunasujudi, lakini nataka nikwambie kitu kimoja Ewe mpenzi mtazamaji, hivi unajua, kwa siku tuna swali rakaa kumi na saba za fardhi na katika kila rakaa kuna sijida mbili. Kwa hivyo katika rakaa kumi na saba za siku za fardhi, tuna sujudi sijida thelathini na nne na tuseme katika kila sijida tuna sujudu kwa kutumia sekunde kumi ili siwezi kusema kwa wote, lakini kuna watu hutumia chini ya sekunde kumi katika sijida zao. Lakini tuishi nayo hii ya sekunde kumi katika kila sijida. Kwa hiyo, takriban dakika sita hutumika kwa siku katika sijida zote za faradhi, yaani tunatumia dakika sita tu kwa siku katika eneo Allah subhanahu anaolipenda zaidi na tunakuwa sana karibu naye. Sasa vuta picha, ewe mpenzi mtazamaji, unaswali mwaka mmoja, yani, siku mia tatu sitini na tano. Yaani ni swala za fardhi tu unaswali. Na sijida zako zote za mwaka mzima siku, siku mia tatu sitini na tano zikijumuishwa, yani sijida zako zote za swala ya fardhi zikijumuishwa itakuwa umetumia siku moja na nusu tu mwaka mzima kwenye sijida. Na tukisema kwa mfano utaishi miaka sitini na umekuwa ukiswali miaka yote hiyo stini swala zako za faradhi bila kuacha, itakuwa umetengeneza siku sabini na tano za sujudi kwenye miaka sitini na hii ni asilimia 0.3 kwa wewe ambaye utakuwa umeishi miaka 60 na ukimwabudu Allah subhanahu wa taala katika swala zote za faradhi bila kukosa. Hivi mpenzi mtazamaji, ni kweli tunataka kukutana na Allah subhanahu wa taala kwa kuishi miaka 60 na kutumia asilimia ziro pointi tatu yaani, asilimia sifuri pointi tatu za maisha yetu kumsujudia Allah subhanahu wa taala? Ninaamini ewe mpenzi mtazamaji, haupo tayari kwa hilo maana hata tukisema tuongezee zile swala zako au swala zetu za sunna ambazo tunaswali baada ya swala za fardhi, itakuwa tumetumia asilimia moja tu ya maisha yetu yote ya miaka sitini, kama tutaishi miaka sitini. Kwa hiyo nini tufanye, kaka na dada zangu katika imani? Hapa naweza kukupa solution moja baada audu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim. Allah subhanahu wataala anasema katika Qurani tukufu: na wakati wa usiku msujudie Allah subhanahu wa taala na umswalie na umwabudu kipindi kirefu cha usiku. Basi hii mpenzi mtazamaji, ewe kaka na dada yangu katika imani, basi hii njia Allah subhanahu wa taala ameielekeza kusimama usiku na kumsujudia kumwabudu yeye ni njia ambayo tunaweza kuongeza mida yetu viwango vyetu vya kusujudu kuwa kwake Allah subhanahu wa taala na kuyavuna mapenzi yake Allah subhanahu wa taala, kwani kwenye kusujudu huwa tunakuwa karibu na Allah subhanahu wa taala, lakini pia kutatusevu siku ya Kiyama. Allah subhanahu wa taala atatusevu kutokana na vitisho na kutokana na moto. Allah subhanahu wa taala atatusevu. Mpenzi mtazamaji naomba, ishike sijda, ongeza muda wako pindi ambapo unaenda sijda, usiwe na haraka ya kunyanyuka. Kuwa mpole wakati unanyanyuka kutoka katika sijda, kwani hiyo nafasi unakuwa karibu na Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala kupitia Qurani tukufu anawasifu masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa nyuso zao za ng'aa na kuvutia kutokana na athari ya sujud, kutokana na sujud. Mpenzi mtazamaji, ukitaka mafanikio hapa duniani na kesho akhira, kuwa sana mpenzi wa sijda, simama sana usiku, ongeza muda katika sijda zako. Allah subhanahu wa taala atakupa ung'avu, nuru, bashasha duniani na kesho akhira. Kufikia hapa mpenzi mtazamaji, ndio mwisho wa makala hii fupi kuhusu sida. Niseme uhibbukum bila hudud wahadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.